Ruangwa inayo fursa ya graphite. Makampuni mengi yamejitokeza kuja kuchimba graphite. Kati ya makampuni sita ambayo tunayajua ni matatu tu ambayo ndio wameshaanza utekelezaji. Tuna Lindi Jumbo, tuna Ilianja Company na hii Lindi Graphite Technology, tunayo ya makampuni yaliyoanza upa ukaguzi lakini mpaka leo bado hawajaanza kazi, ikiwemo na Paco Gems toka mwaka elfu mbili na tisa mpaka leo hakuna maendeleo na hatuna taarifa yoyote inayoendelea. Lakini tuna Uranex pale Chunyu wameshafanya compensation kutoka mwaka elfu mbili na kumi na mbili mpaka leo hii hakuna maendeleo yoyote. Tuna nachu ambayo pia mpata nafasi na heshima ya kusaini mkataba mbele ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na Ngwena, mpaka leo hii wamepotea na hawana taarifa, pamoja na heshima aliyopewa ya kusaini mkataba na Mheshimiwa Rais, lakini bado hawana taarifa yote ile. sasa kampuni yako ambayo imeanza ukaguzi mwaka 2024 ikapata matokeo 2024 hiyo hiyo na kuomba vibali mwaka 2024 hiyo hiyo, na wizara ikatoa vibali, leo mmeanza utekelezaji wa ujenzi na mmefikia hatua hii, nyie mnapaswa kupongezwa na mnapaswa kuwa mfano wa makampuni haya mengine tata. Mimi naweza kuita makampuni tata, wanakuja hapa kupata ardhi, wanazuia shughuli za wananchi, halafu hakuna kinachoendelea. Pongezi hizi zipokee na zifikishe kwenye management yako, na kwa kweli tunawapongeza kwa sababu tumeona maendeleo ya ujenzi unaendelea kwa kasi. Taifa letu lenye rasilimali hizi zinahitaji wawekezaji wa, wa aina yenu ambayo mnafanya, mnaonyesha mahitaji ya ardhi, baada ya uchunguzi, serikali inawapa vibali vyote na mnaanza utekelezaji mara moja, kuliko haya makampuni ambayo yanapata ardhi halafu yanakaa miaka nenda rudi. Niwaagize wizara ya Madini kuhakikisha kwa makampuni yale Nachu wale Uranex na Paco Gems watuambie hatima yao, vinginevyo warudishe ardhi iende kwa wananchi. Hatuwezi kukaa na wao kutoka mwaka elfu mbili na tisa mpaka leo wameizuia ile ardhi, haina maendeleo yote. Tena wanazuia hata wananchi wadogo wadogo ambao wanahitaji kuchimba kwa kigezo cha sheria kwamba wao wameichukua ile kwa ajili ya uchunguzi mpaka leo hii hawafanyi jambo lolote lile, na wananchi hawaingii, wakiingia wanawakataza kwa sababu ya sheria hiyo, huku wakiwa hawana jambo lolote la kufanya. Kwa hiyo, Mheshimiwa mkuu wa wilaya na watu wa, wa kamishna madini, hakikisheni hili tunalichukulia hatua sasa, maeneo yale matatu <muchiline>